nakulewa lakini iwepo amani. Nikwambieni, ndugu zangu, kwamba sisi dini yetu inatutaka kutii mamlaka madhali tunamilikiwa, tunaongozwa, basi tuna wajibu wa kutii uongozi huo na kuitii mamlaka hiyo ni lazim. Wengine huwa wananiuliza, hata mamlaka hii do? Ninaambia ndo sana, maana kuna watu wana mawazo mamlaka sharti iwe ni mamlaka ya kidini. Ah, ah, mamlaka inayokutawala yoyote inabidi uitii, ndiyo salama kwako na Mungu, ndivyo anavyotaka, kwa sababu kwa kufanya hivyo utapata tu nafasi ya kufanya yako ya kidini, ikiwa wewe ni mtifu. Ikiwa muasi, itakukosa dini na utakosa kufanya mambo ya dini ukiwa ni muasi, hutaki kutii mamlaka, matokeo yake itakukosa na hayo mambo yako ya dini. Wewe, sisi ni watu tunaotakiwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutii mamlaka. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qul atiu Allah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 ukapiga vita pombe na ukaiharamisha na ukasema maneno mengi, ila kiwanda kinaweza kikakuu, kiwanda kinachotengeneza pombe kinaweza kukushtaki. Lakini hapa Tanzania hakuna kiwanda kinachotengeneza pombe kikathubutu kuja kunishtaki mimi baada ya kunisikia ninasema pombe haramu, na ninaweza nikaitaja pombe kwa jina lake, ni haramu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 Na wakati mwingine anabia jamani, haya waziri wa elimu huyo hapo anasikia. Lakini unaposhauri sio lazima mtu achukue ushauri wako au ufanyie kazi. Hata nyie majumbani mwenu mnashauriwa na watu wenu, sio kila mnayoshauri mnayafanyia kazi. Na ikiwa mwanamume ndani ya nyumba yako unafanyia kazi kila unachoshauriwa, maana yake mama anaweza kuwa na mpenzi wake, anataka kumleta pale, anakwambia chinja kuku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 Pengine mgeni wenyewe ndio yule jamaa anaweka kofia hapa. Sasa wanafaa, haiwezekani. Sasa kuna viongozi wenzetu wa dini wiki hii <coughs> wamesema neno la ajabu kweli kweli, hai lazima tuseme hapana. Wanaiambia serikali kwamba nani huyo kiongozi wa siasa aachiwe mara moja. Yani unaiambia serikali hivyo mara moja? Hiyo lugha hiyo ya kuiambia, yaani raia anaiambia <laughs> serikali yake kwa lugha hiyo, hiyo lugha ina salama hiyo? Mara moja? Ah, ah, hiyo lugha hiyo haikubaliki, kwa sababu mnakumbuka mashekhe wa Uamsho hapa wamekaa muda mrefu jela. Mbona hatukuwasikia kuambia kwamba e, hey, toa mara moja hao. Nyi mlisikia hilo? Wale si watu, wale si watu au wezi wakuku wale? Wale ni watu, lakini kama wana makosa wana makosa yao ambayo na wao pia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 Anambia imamu nimeibiwa viatu, ananijua kwa mimi ndio imamu, anaambia nyi mnafuga wezi hapa. Mimi moja kwa moja tilka: unajua mimi mtu wenyewe ndaishi tandika kwa majibu, ya, majibu ya kitandika, tandika ndio wenyewe hapa tilka. Nikaambia kweli nafuga wezi, ukiwemo ndio wewe, lakini leo umepigwa wewe. Lakini wewe mwizi, tabia ya mwizi, mwizi uh, huanaridhika kuibiwa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 ila Qurani inaniongoza mwisho, wala in sabartum la huwa khairun lisabirin, ukisubiri basi bora kusubiri. Na siku nyingine huwa tunasubiri na serikali huwa ngine siinasubiri. Sasa hii lugha hii, hii ya kuiambia serikali kwamba mara moja acha hivi, hiyo ni lugha ya kuvunja amani na utulivu, na hasa kipindi hiki ambacho uchaguzi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 Serikali inatoa leseni na inapata kodi, lakini mimi shekhe nasema haramu. Hakuna anayenilaumu wala sijapata kuambiwa hata kidogo, kwamba bwana wewe shehe, apunguza bwana wewe, wewe tutapata hela huko, amna. Na hakuna hela nyingi mlipa kodi mkubwa kama pombe. Watu wa pombe wanalipa kodi kwelikweli, sio kama mimi navyoipa mimi. Mimi kodi yangu mpaka kwenye kilo ya unga nimekula, ni kila madafu na mapapai yangu huko, si nimesema.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 mashekhe walikiona chamtemakuni hapa, wale walionekana hivi na hivi, lakini hatukuliona baraza la nani wala la nani kuiambia serikali ya Mwalimu Nyerere wakati ule kwamba toa amna. Watu wote tumefyata mkia mpaka wakatoka, wengine wakapata uhamisho kutoka hapa ka hapa, wengine ka hapa ka hapa. Kama amna habari, mimi nimeona, lakini la mwisho ni hawa mashekhe wa Uamsho. Nani alisema hivyo? Wale si watu lakini, wamekuja kutoka kwa hishma, na wengine mpaka sasa hivi vijana waleo korofi korofi, mama anawaachia kila siku, wanaachiwa kwa sababu watu wengine walizuzuliwa tu, hawana wanachokijua, hawana. Unajua, mtoto unamdanganya dola moja au mbili, alafu nanii, unamwambia pigana jihadi, sijui ni pigana nini, basi naye anazuzuka, anaingia katika huo mtego.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 tunataka kuenjoy nayo nchi ya Tanzania. Imba mwimbo wote, wewe vaa unavotaka. Kuna watu hapa wanavaa nguo ovyo ovyo tu, lakini hawala au nani? Nasema unavosema muda, kwa usivunje e, lugha yoyote inayoabiri mapenzi yako katika jambo lako, unajisemea kwa sababu. Hata wale wanaosema ubaya ubwea, maanake ubaya umerudi ubaya. Maanake nini? ubaya ni jeheri hiyo Watangaza pa ubaya ubwena make ubaya umerudi mbele. Udugu mara ni lugha ya kidhalamu. Lugha ya watu watu hapa na udugu umekwisha, hiyo lugha nzuri hiyo, lakini watu wanaabiri lugha hiyo wala. Na hivi nasikia Afrika Kusini huko, Mungu awarudishe salama ya Rabbil Alamin. Ndio kwa hiyo haiwezekani hey, tuwe na lugha zenye kushawishi uvunjikaji wa amani alafu tunyamaze. Mi nakwambiani, mimi na nyie hapa hatuna pa kukimbilia, hapa ndo kwetu Tanzania na hawa wasemao hayo maneno, hiyo ndo kwao hapa hapa Tanzania, tutakuja kujuta. Mwingine maneno kiwake wewe kikiwaka ukizibi hicho hiyo, na kiwake hiyo, rahisi yake kusema tu, lakini kikiwaka kweli Uwezi ukazima watu. Hamkuwepo tarehe ishirini mwaka elfu moja mia tisa sitini na nne hapa, hamkuwepo tarehe ishirini kiliwaka kidogo tu, yani kikundi cha jeshi kimeasi. Hapa hapa jambo linatokea Magomeni, si tuko hapa Kariakoo. Kujamba sindo bure, wallahi. Kujamba unaogopa, manake ukutoa upepo unaogopa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 ili watu atu wampira watu, watu wametoka wamekwenda Afrika Kusini, wamekwenda Unguja wametoka wamekwenda Afrika Kusini, unasikia bwana wamefata nini? Mpira hiyo kuna, kwa sababu ya utulivu na amani tu. Kikiwaka kule Afrika Kusini, watatizamika mpira hapo? Hiyo kishuguuma ngapi sijui, kule kutakuwa hakuna raha. Na mimi hapa watanitoanishaje? Sasa okay. okay. ndio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

muishi kwa amani na utulivu. Mungu amjalie rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, aendelee hivyo hivyo anavyokwenda, yuko sawa na anao washauri wazuri, alhamdulillah, wanamuongoza wanamshauri vizuri, na ajalie, kwa kuwa tuna uchaguzi mbele Mungu ajalie uchaguzi uje tushiriki tu, tu, uchaguzi kwa salama na amani, apatikane wa kupatikana, kwa sababu wanaogombea si wako wengi, basi yule atakayepatikana ndo atakuwa rais wetu, lakini kwa amani na utulivu. Si tunachotaka amani na utulivu? Hicho ndio tunachokitaka amani na utulivu, ndio tunu ambayo hatutaki itutoke. Ama mtu yeye me, amevimbilwa ame, yeye ende akaishi nchi nyingine, lakini kama akitaka kuishi hapa hapa kwa amani na utulivu. Na kama anatuona sisi wajinga, atuache na ujinga wetu, akituona sisi wapumbavu, atuache na upumbavu wetu. Yeye mjanja aende huko kwa wajanja wenziwe, aende pale Israeli na udhalimu unaofanya ule, maangamizi yale, ndio maisha yale. Aa, sisi Mungu atujalie tuendelee kuishi hivi kwa amani na utulivu. Watu wa magereji hapo watengeneze gari, ingawa wakati mwingine wanakuwa wana na baya dua baya ziharibike gari. Hata gari yangu wanataka gari yaharibike wao watengeneze. Lakini hiyo ndio binadamu. Anaochimba makaburi kule Kisutu naye akiona leo kachimba kaburi moja tu leo, kazi mbaya. Kazi mbaya mbaya maana watu hawakufa, nataka wagonjwa wafe yeye achimbe sana. Na muuza sana ndio hivyo hivyo naye. Unaona hivyo? Lakini kwa mvua nyingi hivi anayeuza maji ya baridi na juisi, pia anaona tabu. Hayo ndio maisha ya binadamu hayo, lakini mwenye jangwa la chumvi pia anaona tabu mvua nyingi. Unaona hivyo? Hiyo ndio maisha. Wala wala tusibabaishwe, hayo ndio maisha Mungu alivyoyapanga. Lakini, magereji, watoto wa magereji watengeneza gari hapo. Wanasema gari, wewe leta gari yako tukutengeneze. Gari yangu yani iwe mbovu. Ha, Inshallah gari yangu itakuwa haribiki vizuri upesi upesi nasileti pale. Unaona bwana? Lakini hata nikisema sileti, mwisho wake mwenyewe ninasalimu amri, kwa sababu vyuma vinatafunana, lazima vi vichakae. Unasalimu amri, unakwenda mwenyewe kwa fundi gereji, na ili hali umpendi, kwa sababu atakutengenezea baada ya kuomba dua iharibike, na alafu mwisho wake unampa hela. Na wenyewe hospitali hivyo hivyo, kama watu watakuwa wazima tu huko waliofungua hospitali private. Hmm. Wanataka watu waumwe kwa wingi tena wengine akwenda mpaka kwa waganga ili hospitali yake ipate wateja, upata waje wateja, manake watu waumwe, si ndio? panga wenyewe. <laughs> watu waumwe huyu huyu ukibwi huyu tete, tete, kuanga huyu nani tezidume huyu hivi yani, basi watu kila wakati wakiwa mbeleni kwake pale ndio anaona sasa sawa sasa, sasa. Ngole lakini kama Mungu atawapa afya wote eh? Watu tuko fiti tu, atwende hospitali na ni mpaka mwimbili, wataandamana kwa sababu watu awaji, kwa sababu niri, lazima. Kama atakutakuwa hakuna hatia yote hakuna anofanya fujo yote, hata polisi atakuwa hana wakumkamata, au sio eh? Atakuwa hana, hana wakumkamata ata. Hey. Waku, wezi wametulia, hakuna kibaka nini, polisi watafanya kazi gani? Itabidi wakae tu, wanaenda doria ambayo haina, haina mchuzi wowote uo, ubau mkavu. Lakini jamani, hiyo ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Sasa hawa watu wengine hao wanataka ivunjike amani, kwa sababu wana biashara zao. Kwa amani hii biashara zao hazifanyiki.